Anasema: habari asubuhi daktari, hivi ni sawa mwanaume kuhema sana kama nusu dakika hivi baada ya kumaliza tendo la ndoa, na anachoka na kulegea mno? Nikamjibu, nikamwambia si sawa, huyo ana shida ya uzito. Na vipi kuhusu uwezo wake kitandani? Kwa hiyo hili ni swali ambalo, nikamuongezea swala la ziada hapa. Akanasema sidhani kama uzito eh, sidhani kama uzito ana uzito wa kilo 65 na urefu wa mia moja sabini sentimita, ambao ni sahihi kabisa. Ukiweza kutoa mia hapo, unabakiwa na almost kilo sabini ambayo inakuwa ni nomo. Maana yake amezidi tu kidogo, saa amepungua kidogo hapo uh, lakini pia anasema laundi moja tu hawezi rudia tena, hata hata akitaka, kama ni usiku mpaka kesho tena. Hmm? Nikamwambia okay, uzito uko sawa. Hiyo ni shida, anze kufanya mazoezi ya viungo kwa wiki mara kadhaa, halafu apunguze matumizi ya vyakula vya wanga, angalau atumie wanga mara moja kwa siku. Miaka ya themanini na miaka ya tisini, na ilikuwa ukimuona mwanaume mwenye kitambi, mwanaume ni ambaye ni mnene sana, hao ndio tuliamini kwamba anaweza kuwa na shida ya nguvu za kiume, lakini pia tuliamini kwamba mwanaume huyo wakati wa tendo la ndoa atakuwa anapumua kama ng'ombe. Lakini leo hii maisha yamebadilika, vyakula tunavyokuwa vina tunatumia. Imajini mwanaume ambaye ana uzito wa kilo sitini na tano, uzito ambao ni wa kawaida kabisa, tayari wakati wa tendo la ndoa anapumua kama ng'ombe, hana pumzi ya kutosha. Nini kinachangia kuto kufanya mazoezi. Watu hawatembei leo mbali mrefu. Muda mwingi tunatumia bajaji, muda mwingi tunatumia pikipiki, hatuna muda wa kutembea. Umetoka nyumbani asubuhi, uko ndani ya gari, umefika ofisini, umekaa, ufanyi mazoezi yoyote ya viungo eh. Unakula vyakula vya vya wanga wanga, unakula unakula unakula kupitiliza, kitu ambacho ni hatari kwa afya yako. Unakula vyakula vya viwandani, unakula vinywaji vya viwandani, vyote hivi vinaweza vikapelekea kwenye shida